Asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatu, wapendwa watazamaji, karibuni tena katika kipindi chetu cha watoto, yani ulimwengu wa watoto. Leo tuna mada ya kusisimua sana, lakini kabla tujaanza, tungependa kuwaomba watoto na wazazi wote, tafadhali msisahau kusubscribe, like na share channel yetu Istiqama Swahili TV ili muendelee kupata vipindi vyetu venye mafunzo na faida kemkem. Sasa tunaomba kundi la kwanza alichague swali. Swali la kwanza. Swali la namba tano linasema nini maana ya Allahu Akbar? Zahra, Mungu ni mkuu sana. Mashaallah, amepatia. Endeleeni hivyo hivyo. Mia moja kumi na nne. Mashaallah, mashaallah. Tafadhali msije mkapitwa na wanawake, wanaume ndio watakaoshinda. Swali linasema, mtoto wa Kiislamu anatakiwa kufanya nini kabla ya kula? Mashaallah, amepatia wanawake, endeleeni hivyo hivyo kujikaza, msije mkashindwa na wanaume, ndio akina mama mimi nitawauliza wanake swali, na mezangu hapa atauliza wanaume swali. Taja jina kamili la mwalimu mkuu wa madrasa yako. Muda umeisha sasa. <laughs> Naanza kuuliza swali kwa wanawake. Taja jina kamili la mwalimu msaidizi wa mwalimu mkuu wa madrasa yako. <laughs> Aisha. Yahya Hassan <mikil> na <saan> kwa upande wanawake, ndio wameshinda oh. hata hata moja hamjataja, au wamrejea majina mawili ni, hata hamjasema Sheikh Sudi. Ah.